Lengo letu kubwa la kuomba shirika letu hili la Nyumbu kuja hapa Arusha ni kuja kuangalia namna ambavyo tunaweza kuwa sehemu ya kurudisha tumaini la wananchi wa mkoa wa Arusha. Mpenzi mtazamaji, ili kuwa wa kwanza kupata matukio, tafadhali bonyeza kitufe cha subscribe kama mshale unavyokuonyesha. Mkuu wa mkoa wa Arusha Mheshimiwa Paul Makonda leo ameambatana na uongozi wa shirika la Nyumbu katika ziara maalum ya kutathmini uwezekano wa kufufua kiwanda cha General Tyre kilichopo jijini Arusha. Ziara hiyo inalenga kurejesha matumaini kwa wananchi wa Arusha kupitia mpango wa serikali wa kufufua viwanda vilivyokuwa na mchango mkubwa katika maendeleo ya nchi. na kuomba shirika letu hili la Nyumbu kuja hapa Arusha ni kuja kuangalia namna ambavyo tunaweza kuwa sehemu ya kurudisha tumaini la wananchi wa mkoa wa Arusha katika maeneo makubwa matatu: moja, ajira; pili, uchumi; lakini tatu, heshima ya mkoa wetu ya kuwa na kiwanda cha matairi ali maarufu kama General Tyre. Hii mashine hizi zimeanza kazi miaka ya sabini, lakini mwaka elfu mbili na tisa wakafunga kabisa kiwanda na ukiuliza madai ya kufunga kiwanda, wanasema kwamba soko lilikuwa hakuna. Sasa najiuliza, hivi kweli nchini hatuna soko la taili? Maanake inawezekana kuna watu waliingia kuua kiwanda chetu ili wao wanufaike. Na sisi tunaomba jeshi chini ya shirika letu la Nyumbu wakichukua wao, imani ya Watanzania dhidi ya jeshi ni kubwa, na nyiye mtu mfahamu ya kwamba fikiria, sisi watu wa local government, mi niko serikali za mitaa na serikali kuu tukinunua tu matairi ya kwamba halmashauri zote nchi nzima, hivi kweli soko hakuna? Tukitoka tu hapo kwenye vyombo vya ulinzi vyenyewe, yani Jeshi la Wananchi, polisi, magereza, uhamiaji, faya, wakisema bwana sikiliza, tuenda kununua matairi yaliyotengenezwa na ndugu zetu wa Shirika la Nyumbu, hakuna soko hapo? Bado hujaongelea mawizara mengine, na kubwa zaidi hujaongelea imani walionayo wananchi dhidi ya jeshi lao la wana wananchi kwa sababu anajua chochote kitakachotoka kwenye kiwanda kilichotengenezwa na Nyumbu, kiwanda cha wanajeshi, ni bidhaa itakuwa ni bora zaidi na salama kwa matumizi yao na kuondoka kwenye mambo ya ajali, ambayo kuna wakati mwingine tunaletewa tairi zilisha expire kule, wanabadilisha tu watu, namba inabadilishwa, namba inaingia hapa, watu wanakufa barabarani. Lakini tukiwa na kiwanda cha kwetu wenyewe kinachozalisha tairi zetu, ni rahisi kuwa na usalama zaidi, lakini pia kukuza uchumi, na si tuanze kuexport badala kwa tuna Arusha uh, uh, economic, economic forum, katika mjadala wetu tuliongea na waziri wetu wa viwanda na biashara kwamba tunataka kiwanda chetu cha General Tyre kifanye nini? Kifufuliwe. Kwa hiyo kwa jitihada za pamoja, najua haitakuwa story kwa sababu sisi sio watu wa story. Sisi tunapenda matokeo. Na moja ya matokeo ambayo tunatamani ni kuona kiwanda chetu hiki kinarudi kwenye kwa hiyo tunajua kazi, aidha kwa kuhuisha mitambo iliyopo, aidha kwa kuleta mitambo mipya. Lakini wewe fikiria, ile eneo lote hili hapa katikati ya jiji la Arusha ni heka hamsini nukta nne hivi hizi. hizi structure unazoziona hizi sio za kufa leo hizi, yani ni eneo ambalo lilitakiwa liendelee kuwa hai, litengeleze ajira za vijana wengi wa mkoa wetu wa Arusha. Mwenyekiti wa bodi ya wakurugenzi wa Shirika la Nyumbu, Balozi Luteni Jenerali Yusuf Kisamba ameeleza kuwa shirika hilo linaangalia uwezekano wa kuwekeza katika kiwanda hicho kupitia Wizara ya Viwanda na Biashara, na kuongeza kuwa tayari wameanza tathmini ya awali ya miundombinu na mahitaji muhimu kwa ajili ya uendelezaji wa kiwanda hicho. Kama alivyoeleza Mheshimiwa mkuu wa mkoa iko aligned na shughuli zetu za uzalishaji wa magari na tayari ni component mojawapo muhimu. Timu inayoiona tayari hapa itapanga ta utaratibu ratibu itapeleka kwa mheshimiwa mkuu wa mkoa wao, wataanza na timu kubwa zaidi itakayofuatilia wake hata hivyo, kwa upande wake kaimu mkurugenzi mkuu wa shirika la Nyumbu Kanali Charles John Kalambo amesema kuwa shirika lipo tayari kuwekeza katika uzalishaji wa bidhaa mbalimbali kama matairi, pasi ya aina ya Philips na vifaa vingine vya viwandani kulingana na mahitaji ya soko la ndani na taasisi za serikali kama halmashauri na wizara mbalimbali. Tutakuja mapema tu, hata kama ni wiki ijayo waje ili wakutane na wale wenzao kutoka TIC labda na uh, wizara ya viwanda. Ninaamini kwa wataalamu tulionao hiyo kazi inaweze kufanyika kwa haraka zaidi na tukapata matokeo mazuri, ili sisi sasa tuweze kuona uh, wananchi wa Arusha nao wanapata fursa nyingine ya kiuchumi, especially kupitia kwenye hiki kiwanda chetu cha tairi. Kwa hiyo tunawashukuru sana uongozi wa mkoa na wananchi wa Arusha, kwanza kwa kutuamini wanajeshi na watendaji wa Nyumbu kwamba tunaweza kufanya hii kazi, na sisi tunawahakikishia kwamba hii kazi tutaifanya kwa weledi na kwa kadiri ya uwezo wetu. Ni kiripoti kutoka hapa Chawamata TV, mimi ni Maria Muyaga. Kwa pamoja tunaweza, hatuwezi kushindwa.